Hakuna, hakuna, hakuna zaidi ya jina Yesu. Hakuna jina jingine tulilopewa sisi, zaidi ya jina Yesu hakuna, hakuna, hakuna zaidi ya jina Yesu.

Basi wapenzi watazamaji wa, wa, wa Nuru Online TV. Mbele yetu ni Kwaya Mtakatifu Josefu Mfanyakazi ambao wanafanya utume wao katika parokia ya Kakonko Kigango cha Kakonko. tumsifu Yesu Kristo, wanafuraha. yeah, Amina. Endeleeni sana kwa utume mwema ambao mmeanza kufanya toka tulipopokea msalaba wa Jubilei kuu ya miaka 2025, tumekuwa pamoja katika maandamano, tumekuja kanisani na wameshiriki katika uh, misa takatifu pamoja na njia ya msalaba. Kwa kweli wanakuwa wamefanya vizuri, hongereni sana, mnaimba vizuri. Mungu awabariki, amina. Asanteni sana mlikuwa na mwongoza matangazo wenu si mwingine, naitwa mwalimu Kinyange na wapenda na Mungu wabariki. Nasema karibuni sana karibuni sana parokia mtakatifu Maria Goreti Buronge, parokia teule ambayo mheshimiwa sana Baba Padri Evarist Guzuye, makamu wa askofu wa jimbo Katolika Kigoma, ndiye paroko wa parokia yetu. Karibuni sana Buronge na Mungu wabariki.